Hello Mtanzania mwenzangu. Nafikiri unalijua jiji la Dar es Salaam. Hivi unaweza kuamini katika jiji la Dar es Salaam katika kila watoto mia, watoto 48 har hawafikia hatua za ukuaji kulingana na umri. Yaani tukiwaweka hivi watoto mia, utakuta watoto 48 hawafikia hatua za ukuaji kulingana na umri. Hii sio namba ndogo. Ingawa ni chini kidogo ya asilimia hamsini, lakini 48 kwa jiji kama Dar es Salaam ni namba kubwa sana. Kwa kuliona hili tatizo ndio maana tunakuletea suluhisho la hichi kitabu. Ni vizuri kila mzazi na mlezi akajua hatua za maendeleo na ukuaji kulingana na umri wa mtoto wake, mtoto wa jirani yake, mtoto wa taasisi ambayo anaihudumia, ili tuweze kuwekeza ipasavyo. Vile vilevile, nizungumze na wale wa jiji la Mwanza. Unaweza ukaamini kwamba katika jiji la Mwanza katika kila watoto mia watoto hamsini na moja hawafikii hatua za ukuaji kulingana na umri. Hizi sio takwimu zangu, ni takwimu za taasisi ya takwimu Tanzania ambayo inaitwa NBS, na ripoti husika, kama unataka kufanya rejea, ni ile ripoti ya Demographic and Health Survey ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Inapaswa tuchukue hatua. Ukiona haya majiji mawili, uh, kwa hivi viwango vikubwa, inatuita tuchukue wajibu na kushughulikia hili tatizo. Lakini pia kuna mkoa wa Morogoro ambao karibu sana na Dar es Salaam. Hivi unaweza ukaamini kwamba katika kila watoto mia watoto hamsini na nne hawafikii hatua za ukuaji kulingana na umri? Hii pia inapaswa uwe ni wito wa mimi na wewe kuchukua hatua. Mimi na wewe tunahusika katika malezi, na hii ni zana ambayo itakusaidia kufuatilia maendeleo ya mtoto kulingana na umri na kuchukua hatua ili kuwekeza kwa watoto na vijana, kwa ustawi wa mtoto mwenyewe familia na taifa na kwa ujumla. Karibuni vinapatikana na unaweza kuwasiliana nasi ukipata kote uliko Tanzania na hata nje ya Tanzania.